Miaka kadhaa iliyopita nilikutana na mchoro wa msanii wa shetani. Huu shetani alionyeshwa akiwa amepanda punda, akiwa ameshikilia fimbo mbele ya uso wa punda na karoti ikining'inia kwenye kamba. Katika harakati za kufuata karoti, punda alionyeshwa akikaribia zaidi na zaidi kwenye ukingo wa mwamba. Sawa, tunapofika leo katika sura ya sita ya Mhubiri, Sulemani anaenda kuelezea kile kinachofanana na kufukuza karoti kwenye fimbo na hatimaye maisha yaliyopotea yanayotokana na hilo, na atatupa katika maandiko haya maonyo matatu kwa leo. Na onyo la kwanza ni hili eh: maisha yako yanaweza kuwa yamejaa lakini moyo wako unabaki mtupu. Sasa katika mstari wa saba Sulemani anaandika kazi yote ya mwanadamu ni kwa ajili ya kinywa chake, lakini hamu yake haijaridhika. Kwa maneno mengine, kazi yote unayofanya inakidhi mahitaji yako, mahitaji ya mwili wako kama vile chakula, lakini haiwezi kuridhisha nafsi yako. Na kile Sulemani anachosema ni kwamba watu wanaweza kujishughulisha na kila kitu kinachoridhisha mwili wao bila kumruhusu Mungu kuridhisha nafsi zao. Na kwa hilo, kuna onyo la pili hapa. Upandishwa cheo maishani haimaanishi unafanikiwa maishani. Sulemani sasa anauliza maswali mawili ya balaga hapa katika mstari wa nane ili kudhibitisha hoja yake: kwa maana mwenye hekima ana faida gani juu ya mpumbavu, na maskini ana faida gani ambaye anajua jinsi ya kujiendesha mbele ya walio hai? Basi nani ana faida maishani, mtu mwenye akili juu ya mpumbavu au maskini juu ya tajiri? Na Sulemani anasema hakuna mmoja wao aliye na faida. Haijalishi wako upande gani wa wigo, wameelimika au hawajaelimika, matajiri au maskini, ikiwa wanaishi tu ili kuridhisha tamaa zao za kimwili, ni kama punda anayefukuza karoti kwenye fimbo. Hawatawahi kufikia utimilifu, hawataridhika kamwe. Kwa kweli, wataanguka wataanguka kwenye mwamba kwa kusema hivyo, wanapopoteza maisha yao bila Mungu. Sasa e, pamoja na hayo, hapa kuna hapa kuna onyo la tatu: usielekeze mawazo yako kwenye kile usichokuwa nacho. Sulemani anafundisha ukweli huu wa kutoa midhali hapa katika mstari wa tisa ambapo anaandika, bora ni kuona kwa macho kuliko kutangatanga kwa tamaa. Hii pia ni ubatili na kufukuza upepo. Unataka kufukuza upepo eh? Unataka kumaliza maisha yako ukiwa mtupu na mwenye kinyongo na bila furaha? Vema, shetani ana mpango, atakujaribu kujaribu kufukuza vitu unavyotaka na yeye na hata kuruhusu kufurahia kile ambacho tayari unacho. Wapendwa, maisha si kuhusu karoti fulani iliyokamata umakini wako. Maisha ni kuhusu kumfuata Yesu Kristo maisha yenye utimilifu yanahusu Roho Mtakatifu kubadilisha akili zetu na mioyo yetu na tamaa zetu na kutupa kusudi na maana tunapomlenga yeye, kumfuata yeye. Sasa hapa katika sura ya saba tunapata mojawapo ya vifungu vinavyoeleweka vibaya zaidi katika oa jarida la Sulemani. Hapa mstari wa kumi na sita unasema, usiwe mwenye haki kupita kiasi wala usijifanye mwenye hekima kupita kiasi. Vema, elewa kwamba mwenye haki kupita kiasi hapa anaelezea mtu mwenye kiburi cha kidini uwe mwandishi mmoja, uwe anawaita watakatifu wanaojifanya watakatifu. Wao ni wenye haki binafsi, na na wanajionyesha kama watu ambao kila mara wana mambo yao sawa. Na maanisha sikiliza tu wanavyosema, na utaamini kwamba ndoa zao kila mara ni nzuri na watoto wao kila mara ni bora. Vema, Sulemani anatueleza tuwe wa kweli. Usijionyeshe kwa wengine kana kwamba tayari umefika. Kwanza kabisa ni udanganyifu, kwa sababu hatujafika, hakuna hata mmoja wetu, na pili, inakatisha tamaa sana kwa kila mtu mwingine. Vema, Sulemani anatoa onyo lingine hapa sasa katika mstari wa kumi na saba: usiwe mwovu kupita kiasi, wala usiwe mpumbavu, kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Vema, kwa maneno mengine, maisha ya uovu yanaweza kukupeleka kaburini haraka zaidi kuliko maisha ya kumcha Mungu. Kwa hiyo usiwe mwenye haki kupita kiasi, yaani mwenye kujiona mwenye haki, na kwa njia usijaribu kuwa mwovu kupita kiasi. Mtu yeyote kati ya hawa anaishi maisha yasiyo na busara na hatari. Vema, sasa hapa katika sura ya nane, Sulemani anaandika kuhusu mafumbo ya kushangaza ya maisha hapa chini ya jua. Moja ya mafumbo ya kawaida zaidi yameandikwa hapa katika mstari wa kumi: kisha nikaona waovu wakizikwa walikuwa wakiingia na kutoka mahali patakatifu na walikuwa wakisifiwa katika mji ambapo walikuwa wamefanya mambo hayo. Vema, hii pia ni ubatili. Vema, inaonekana Sulemani alikuwa ametoka tu kwenye mazishi. Maana hapa ni kwamba mtu huyu eh, alikuwa anaheshimika sana katika jamii na kusifiwa kwa matendo yake. Lakini Sulemani alijua wazi kwamba kwamba mtu huyu alikuwa mnafiki, alikuwa alikuwa akijua jinsi ya kukwepa sheria. Aliweza kufa bila kufichuliwa wa jinsi alivyo kweli. Na Sulemani anashangaa hapa, kwa nini Mungu anawaacha wanafiki waendelee hivyo? Na kwa kweli wapendwa, nadhani sote tunajiuliza jambo hilo hilo. Sikuweza kujizuia kufikiria juu ya mtu aliyeishi Chicago e. E, wakati wa mdororo mkuu wa miaka ya mapema elfu moja na mia tisa, alikuwa mtu tajiri. Alikuwa mkarimu kwa watu wengine. Alijiona mwenyewe na angeweza kusema kwamba alikuwa amebarikiwa na Mungu. Kweli wakati wa mdororo alitoa chakula cha bure ambacho kililisha maelfu ya watu uko Chicago. Magazeti hata yalikuwa yakimuita bwana matendo mema. Hilo lilikuwa jina lake la utani kweli. Ilikuwa karibu na mwisho wa kazi yake ndipo sheria hatimaye ilipogundua kwa nini alikuwa tajiri sana. Jina lake lilikuwa Al Capone, mhalifu muaji. Alikuwa mnafiki wa aina mbaya zaidi. Sasa ungetarajia dunia iwaadhibu watu hawa waovu badala ya kuwapa majina ya utani kama bwana matendo mema na ikiwa unatarajia hivyo, utavunjika moyo. Solomoni anasema hii pia ni ubatili, yaani hii ni tumaini tupu. Anaendelea katika mstari wa kumi na moja kusema kwa sababu hukumu dhidi ya tendo ovu haitekelezwi haraka, moyo wa watoto wa mwanadamu umejaa kufanya maovu. Kwa maneno mengine, inaonekana wanaponyoka na hilo. Haki inaonekana kusonga polepole, pole sana. Hata hivyo, Solomoni anamaliza wazo hili kwa kutukumbusha kwamba ingawa haki ya Mungu inaweza kuwa polepole pole, ni ya uhakika. Inakuja, hukumu itatolewa mwishoni. Sasa mada ya kifo kinachokuja inaonekana kuwa kwenye akili ya Solomoni tunapoingia sura ya tisa hapa katika jarida lake la kibinafsi. Mistari sita ya kwanza inahusu ukumbusho kwamba kifo kinakuja kwa muumini na asiamini vilevile. Anaandika hapa katika mstari wa pili: tukio lile lile, yani kifo linatokea kwa wenye haki na waovu. Rafiki yangu the, the, the, the, makaburi hayana upendeleo kabisa, haina ubaguzi haina upendeleo. Sasa wacha niongeze hili, ni jambo lisiloepukika, na ikiwa hujaweka imani yako kwa Yesu Kristo kwa ajili ya msamaha wa dhambi zako, na kusihi ufanye hivyo leo. Unawazo ni muda gani umebaki Kabla ya kuwa umechelewa milele. Lakini pia nataka usikilize kile Sulemani anasema kuhusu wale wanaomfuata Bwana. Anaandika hapa katika mstari wa saba, anaenda, ula mkate wako kwa furaha na kunywa divai yako kwa moyo wa shangwe, kwa maana Mungu tayari amekubali unachofanya. Kwa maneno mengine, ikiwa unatembea na Bwana, una idhini yake, uishi maisha yako, na si hivyo tu, bali kuishi kwa furaha kwa kweli, usijizuie, furahia kila kipande cha maisha unachoweza. Sulemani anaongeza hapa katika mstari wa nane nguo zako ziwe nyeupe daima, usikose mafuta kichwani mwako. Anarejelea hapa mavazi meupe na mafuta ambayo watu huvaa wakati wa sikukuu, au siku ya harusi, au kwenye mikutano ya familia. Uwa mavazi haya na na mafuta haya yenye harufu nzuri yalionyesha furaha. oa oh na hapa yanawakilisha ushirika na Mungu. Kwa kweli, tunaambiwa siku moja tutavaa mavazi meupe mbinguni, Ufunua sura ya tatu, mstari wa tano. Hii haimaanishi kwamba tunapaswa kuvaa mavazi meupe tu sasa na tutavaa mavazi meupe tu mbinguni. Hiyo ni kauli inayowasilisha uishi kwa ukamilifu leo, na kujua kwamba tutaishi kwa njia hiyo katika siku hiyo ya milele kwa sababu hiyo itakuwa sherehe isiyo na mwisho ya furaha. Hiyo ni mkusanyiko wa familia usio na mwisho. Kwa hivyo, Sulemani anasema kwa ufanisi hapa, usisubiri hadi mbinguni kufurahia kuishi. Nafikiria zaidi ya miaka mia moja iliyopita, mwinjilisti D.L. Moody alihisi hekima ya Sulemani hapa aliposema hivi: kwa nini muumini asicheze baseball au tenisi? Usifikirie kwamba lazima uishi kwenye pango ili uwe umejitolea. Chochote unachochukua kichukue kwa moyo wako wote. Kwa maneno mengine, unapotembea na Bwana, toka nje na uishi maisha kwa ukamilifu. Furaha inapaswa kuwa tangazo la maisha ya Kikristo. Kwa hivyo ishi maisha yako leo kwa furaha.